Habari ya wakati huu rafiki yangu mzuri, ambaye unapata kuitazama video hii, mimi jina langu ni Masanja na ni kiongozi wa timu kubwa ya Shamba Tua. Kwa niaba ya timu yote ya Shamba Tua, nataka nichukue nafasi kuwashukuru rafiki zetu wote ambao tulipata safari ya kusafiri kwenye tripu hii uh, ya Shamba Tua season 1 kwa mwaka 2026 hiyo siku ya safari Eh, tunapoanza safari kama unapojua watu they are so excited. Ma ma, ma story kwenye group huko, eh, siku ndio kimerudi, DJ ongeza muziki yo, eh, wifi iko vizuri mara, eh, kamati ya vinywaji nafanya vizuri sana nini na nini. Hata kimoyo moyo mimi, kwa sababu naujua huo mwendo, nikawa najipigia hesabu, nasema hao wanahitaji tu kilomita mia moja, tu hizo stories zitakuwa zimekata kufika maeneo <muchimu> ya Mlandizi Mlandizi, Mlandizi mwanachungulia kwenye group sioni yani. Machatting nini nikiwauliza wanangu bwana uko ndani, sisikii ma story, watu walilala. Robo tatu ya gari tukaingia shambani, tukiwa tunaenda shambani nikapata nafasi uh, on the way tu huko tuko tunaenda, niipata nafasi ya kuwaonyesha tofauti ya mashamba eh, makubwa ambayo sisi tunafanya uwekezaji eh, na mengine ambayo wakulima wa nje wanayafanya. Nikawaonyesha tatizo la maji linavyokuwa, kama ambavyo unajua Wengi ukiwambia shamba la mpunga, picha inayokuja kichwani ni kuona vitu tatuta vingi kwenye hilo shamba. So nikawawapa elimu kwenye hilo eneo kwamba shamba la mpunga halitambulishwi na matuta matuta. Matuta matuta kwenye shamba la mpunga yanatambulisha eh,